Nimewaita ndugu zangu waandishi wa habari, najua muda mrefu hatujaonana nanyi na ni vyema tukasema, lazima ni wajibu wa kila Mtanzania kumkumbusha Mtanzania mwenzake wajibu wake. Na kiukweli kabisa tunapita katika kipindi cha kumchagua Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni kipindi cha uchaguzi. Kipindi hiki mara nyingi kinakuwa na wajiwaji -waji wengi inakuwa na wakosoaji wengi, na hapo mataifa mengine ambayo hayataki mema Tanzania ndio wanadumbukiza rupia yao kutaka kuona taifa letu tunaingia kwenye migongano isiyokuwa rasmi, kutaka kuona taifa hili ambalo lina amani toka limezaliwa. Sisi sifa yetu kubwa, sifa yetu kubwa ya Tanzania ni amani. Kulinda amani utamaduni wetu. E, umoja wetu, ni taifa ambalo linasifika kutokuwa na dini wala kabila, wote tunakaa sehemu moja, tunacheka sehemu moja, na tuna maamuzi ya kushikamana wenyewe, sio kuambiwa tukashikamane. Wenzetu wanaamliwa hata upendo. Sisi taifa letu limebarikiwa kuwa na upendo wa kila Mtanzania anajua thamani ya taifa letu. Sasa tunaenda kwenye uchaguzi Oktoba. Eh, tunaenda kwenye uchaguzi wa Oktoba kuchagua wabunge, kuchagua madiwani na kumchagua rais umpendaye, na na, na, na na tumeona kila mtu anamwaga sera zake, watu wanamwaga sera na ninaamini katika kumwaga sera, tunamwaga sera kwenye taifa lenye amani na utulivu, hiyo hiyo hiyo opinion wanaita. <laughs> Yaani hamna hamna shida kabisa. Sasa niseme katika historia ya taifa letu katika historia ya taifa letu kwa mara ya kwanza tulipata Mheshimiwa rais kutokana na katiba inavyozungumza, kutokana na katiba mama yetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hasan akawa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa historia inaenda kuandikwa tena. Narudia, historia inaenda kuandikwa tena. Narudia, kwa maamuzi ya watanzania kumchagua Daktari Samia Suluhu Hassan ndio rais wa kwanza atakayechaguliwa katika taifa la Tanzania kwa kupigiwa kura na Watanzania, lakini vile vile ndio rais wa kwanza kwa Tanzania ambaye ataheshimisha wakinamama wote wote, kuwa rais wa kwanza mwanamke Tanzania. Naamini furaha waliokuwa nayo mama zetu wanapoiona picha ya Daktari Samia Suluhu Hassan, wanaona kabisa kwamba heshima ya mwanamke inatawala dunia. Naamini Oktoba watanzania wanaenda kupiga kura. Naamini Oktoba watanzania wanaamka kwenda kutiki. Naamini Oktoba watanzania wanaenda kulinda sifa ya taifa lao na mimi ni wasi nimetumwa sana toka majuzi, wananipigia vijana mbalimbali wa taifa hili, vijana mbalimbali simu mpaka inastaki, mbona usemi chochote? Tunasikia kuna kikundi tu cha watu wachache, oh, maandamano manaambia ya taifa hili. Hatujafika huko, hatuwezi kufika huko. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ametuachia amani katika taifa hili Abedi Amani Karume katuachia amani katika taifa hili. Mzee Ali Hassan Mwinyi alituachia amani katika taifa hili. Karume ametuachia amani katika taifa hili. Dkt Sheni ametuachia amani katika taifa hili. Jakaya Mrisho Kikwete ametuachia amani katika taifa hili. Na tukaenda mbali zaidi, Magufuli ametuachia amani katika taifa hili. Daktari Samia Suluhu Hasani analinda amani katika taifa hili. Ni jambo la msingi sana, ni jambo la msingi sana wa Tanzania kujua thamani yao. Yawezekana binadamu tulivyo, yawezekana umpende Samia, Tanzania imekukosea nini? Kwa sababu sio kila mtu unaweza kumlazimisha mtu bwana, mpende rais wetu, mpende kwa sababu tu mtu mwenda wazimu kichaa akaona kwamba haya, Samia umpendi, na Tanzania imekukosea nini? Tanzania imekukosea nini? Samia umpendi, na Tanzania imekukosea nini? Unaiadhibu Tanzania kwa kulinda amani na utulivu? Unaadhibu Tanzania kwa kuwa Mungu kaipa lile li Tanzania lile kaipa mikono na baraka zote za kulinda amani ya taifa tumeona hapa Daktari Samia Suluhu Hassan, tumeona na tulidhani kwamba kuna miradi haitakwisha. Miradi imekwisha, kaenda viral sana miradi ilivyokwisha. Kaanzisha ya kwake bado inaendelea kwa maslahi ya taifa letu. Tusije tukarudishwa nyuma na watu ambao hawapendi upendo wetu, muungano wetu anaona shida sana kuwa taifa la Tanzania linasifiwa huko nje, kwamba jamani, mkitaka kuwa mfano mzuri ni Tanzania. Hawa hawa leo wanasifia Tanzania kwamba Tanzania ni mfano mzuri wa bara la Afrika, mfano mzuri kabisa wa bara la Afrika, umoja wetu, mshikamano wetu, hatuna dini hatuna kabila sisi wote ni wamoja. Leo wanatokea watu wapuuzi, lakini nipipongeze, nivipongeze hata vyombo vyetu vya usalama, niwapongeze watanzania wenyewe. Leo mnazungumzia maandamano Dar es Salaam, Biharamulo, nani anajua? mama yule yuko kijijini, nataka kumpa dhambi tu kwa faida ya watu wachache waroa madaraka wapuuzi, na watu ambao wanaojiona wanaumimi, wanataka wanasifa, kusema sisi ndo tunafaa kuwa hapa. Na bahati nzuri, hii ni ukweli kabisa. Bahati nzuri, mi nawaambieni, watu wanatumika kutaka kutugawanya. Tusikubali ndugu zangu, tusikubali Libia ile